Kuna mtu mmoja alikimbia na familia yake akatuacha sisi na watoto wetu hapa, akataka tumpokee kishujaa, wakati yeye sio shujaa. Hakuna kazi ngumu kama kuingiza mwanachama mmoja. Sasa wewe unakubali kupoteza ng'ombe ambaye tayari ameshanenepa, unataka kuanza kufuga ng'ombe ambaye amekonda. Leo na miaka sitini, anasimama mtu ananiambia malengo yale ambayo nilikuwa nayo nikiwa bado kijana eti leo nijitoe kwenye uchaguzi. Hawa, Tanzania unahitaji watu wa kuwasemea. Alafu kuna mtu mmoja, sio vikao vya chama, anakaa anasema fukuza hawa. Hakuna mtu aliyenileta Chadema, na ninaamua kuondoka mwenyewe kwa sababu ni maamuzi yangu binafsi, sio maamuzi ya mtu imeona sio mahali salama tena pakuendelea kuishi, sio mahali salama tena pa kuendelea kufanya siasa. Leo tarehe 1 na moja mwezi huu wa tano, mimi Michael Alexander Stambuli Kilawila, ninaachana na Chama Cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ninaenda kupumzika. Kadi yangu nili, souvenir kadi yangu ni CDM 83 11, nitaendelea kuwa mali yangu, nitaitunza ili wajukuu wangu waje waione na watakuta kwenye historia kwamba nilitukanwa sana. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.